Yes, mambo vipi mwana sawa sawa? Kulikuwa kuna story nyingi sana na tunajua kabisa kuna moja kati ya kesi ambazo zilikuwa zinamkabili bwana aliyekuwa rais wa zamani wa Kongo nikimaanisha Joseph Kabila, mashtaka yamekuwa ni mengi, lakini pia alikuwa na kesi ambayo pia inamsababisha yeye kuweza kufanyia uchunguzi mkubwa zaidi, lakini pia taarifa ambazo eh, hazikuwa rasmi zilikuwa zimeweza kutoka eh, kwamba eti baraza la la, la, la, la seneti, ka, eh, kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba lamuondolea kinga lakini pia kuto eh, shtakiwa wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila, ambapo anatuhumiwa na serikali pia, e, kwamba e, kesi yake ikiwa ni kwamba analiunga mkono e, bana, kundi la waasi la M23, ambapo mashariki mwa nchi hiyo kutokea kule nchini Kongo. Lakini pia sasa, e, bana, serikali ya Kinshasa inamshutumu Kabila kwamba kwa uhaini, uhalifu lakini pia wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu pamoja na kushirikiana na kundi ambalo linakuwa linaendesha uasi, masuala mazima ya M23. Sasa nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na naap. E, kesi hii e, mpaka inaweza kumfikia maeneo kama haya na kuwa ina ugumu kwa upande wake Joseph Kabila, lakini pia e, mashtaka yake pia hayakuweza kuondolewa, lakini akikusema la, kuto kuchukuliwa hatua e, za kisheria kinyume chake. Sasa bana, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia DRC e, kwa imeanzisha mchakato wa kisheria wa kuweza kumfungulia mashtaka mazito ambayo aliweza kufanyika ikiwemo usaliti uhalifu e, wa kivita lakini pia e, Eh, lakini uhalifu kwa dhidi ya binadamu ambao pia wanakuwa wanapatikana, au watu ambao wanakuwa wanapatikana kutokea kule nchini Kongo, lakini pia nakuweza kushirikiana katika harakati za kiasi ambazo zilikuwa zinafanywa na waasi kutokea kule Nchini Kongo. Sasa mashtaka haya pia yanahusiana na madai ya kumuunga mkono eh, kwamba analiunga mkono kundi la M23 ambalo pia linashutumiwa kwa mauaji ya raia na kijeshi, lakini pia mashariki mwa nchi hiyo ya Kongo. Sasa kama rais wa zamani wa Kongo wa, wa bana Joseph Kabila anashikilia eh, hadhi ya seneti ya maisha, lakini pia ambayo inampa ya kinga ya kisheria dhidi ya mashtaka. Hata hivyo mnamo tarehe 30 Aprili mwezi eh, mwezi wa nne mwaka huu, mwaka 2025 ofisi ya mwanasheria mkuu wa jeshi la eh, FARDC iliweza kuwasilisha ombi rasmi kwa seneti ya DRC kuondoa kinga hiyo ili Kabila aweze kufikishwa mahakamani na masuala mazima ya kesi na vitu vingine viweze kuendelea kuhusiana na eh, masuala hayo. Sasa Joseph Kabila kweli anakuwa anakumbwa na adha an, an, an, an, an, an, kubwa sana kama hiyo. Eh, najua kabisa eh, kundi la M23 ambalo pia linashambulia sana kule Goma ambapo kwa sasa hivi stori zake kidogo zimeweza kupungua mara baada ya kuweza kusolve kwa vitu fulani kutokana na, na, na, na mataifa makubwa kutokea pa Afrika kuweza kuingilia kati na vitu kama hivyo. Sasa eh, naendelea kusema kwamba pia waziri wa sheria Bwana Constant Mutamba alieleza kuwa kwamba ushahidi wa kutosha umekusanywa dhidi ya Kabila, ikiwa ni pamoja na nyaraka, ushahidi wa mashahidi na vielelezo ambavyo pia vinamhusisha moja kwa moja na uhalifu huo, ya kwamba Kabila anahusika na kujihusisha na, na masuala mazima la vikundi vya waasi na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia sasa serikali pia imeweza kutangaza mpango wa kuweza kutaifisha mali zake lakini pia na washirika wake e, kama sehemu ya hatua e, za kisheria. Kwa hiyo serikali bwana ya nchini Kongo imeamua kwamba kuweza kutaifisha kila kitu chake ambacho anakimiliki. E, masuala mazima ya kutaifisha, unajua kabisa hata wale lazima wakienda kukopa hata kwenye mabenki kwenye manini, ukishindwa kulipa basi, watu wanakuja kutaifisha mali zako zote na unabaki mtupu. Sasa e, Kabila, ambaye eh, aliongoza ali, ali DRC eh, kutokea eh, mwaka elfu mbili na moja hadi mwaka elfu mbili na kumi na tisa aliweza kuondoka nchini, eh, nchini mwao pale Kongo mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na, na kuishi zaidi ya nchi eh, kuishi uh, kwa muda mrefu zaidi kutokea mwaka huo eh, huko nchi ya Afrika ya Kusini, lakini pia hivi karibuni alitangaza nia yake ya kuweza kurejea nchini kuweza kusaidia eh, juhudi za amani ya kutokea kule mashariki mwa DRC lakini serikali imeonya kuwa anaweza kushtakiwa hata akiwa hayupo nchini. Kwa hiyo sasa alifikiri kwamba akienda kuenda kuishi labda kuishi nje ya nchi, mfano kwa South Africa, alikuwa anakaa kwamba e, nchi yake itakuwa imetulia na mashtaka hayataendelea kusomwa kusoma, lakini amemwambia kwamba hata akiwa nje ya nchi hiyo ya Kongo basi e, mashtaka na vitu vingine vitaweza kuendelea kama kawaida, lakini sasa kwa sasa Senate ya DRC haijatoa uamuzi wa mwisho kuhusu kuondoa, kuondoa kinga ya Kabila. Hivyo mchakato wa kisheria bado unaendelea na hakuna taarifa rasmi ya kufutwa kwa mashtaka au kuweza kuondolewa kwa kinga yake dhidi e, ya kisheria. Kwa hiyo bwana mshikaji bado anaendelea kuhukumiwa na kutokana na tetesi ambazo na zinakuwa zinasema kwamba ameweza kuna kwamba kuna, kuna shinikizo laweza kusema kwamba anaweza kesi yake inaweza ikatupiliwa mbali na vitu vingine kama hivyo bwana, hapana, kesi yake itabaki e, pale pale. Endelea kutufuatilia sisi kama sawasawa digital, tutakupatia apdeti zote kuhusiana na kesi hii, lakini pia vitu vingine kibao kutokea hapa hapa duniani kote. Endelea kutufuatilia.